Umeachia mkono umeachia hii, unaweza ukajikuta aoro vibaya vyakobad. Na mara zote wakati unabeba wakati unabeba mkiwa wawili, lazima mmoja akashika kule, mwingine huku, mwingine mkono kaishika hii, sichezi sirudi. Yani unaweza mkabeba hivi hivi, umeachia hii, ikarudi kafla Ubao huu wa mashine hii ukichanganya, mashine zingiliane sawa sawa, ndio maana kuweka ididi ukumbuke. kabisa inakuwa ngumu kabisa. Kabisa ifungua. Ifungua, fungua, fungua, fungua.